Hakika ni furaha kweli kabisa, ni furaha ya kutosha hapa katika usharika wa Makungu. Viongozi mbalimbali wamewasili hapa, lakini kubwa hasa ni juu ya uzinduzi wa visima vya maji, na unaowaona utawatambua hivi punde, lakini ni miongoni mwa watu ambao wamehusika sana na hili ambalo linaendelea hapa lakini msaidizi wa Askofu yuko hapa pia, na yeye tutamsikia, lakini na wao wapo pia ambao wanahakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri kabisa. Basi msikilizaji na mfuatiliaji wetu karibu sana. Aa, kupitia usharika huu na kupitia mahusiano haya utajifunza mengi mengi mengi, lakini sasa tuweze kuelekea moja kwa moja tumsikie mojawapo wa yale ambayo yanatarajiwa kufanyika hapa. Kwa majina naitwa Onomela ni meneja mradi wa St. Paul Partners au SPP, kutoka Dayosisi ya Iringa. Tunajihusisha na miradi ya maji ndani ya mkoa wa Iringa, na kinachofanyika leo katika kijiji cha Makungu ni uzinduzi wa mradi wa maji ambao umefanyika ndani ya kijiji cha Makungu kwa kushirikiana na wafadhili kutoka Abiding Savior, lakini pia na timu ya wanafunzi wa ukufunzi kutoka chuo cha Minnesota ambao wao walikuja kwa ajili ya kufanya utafiti na namna gani ya kuweza kufikisha maji hapa kijijini. Kwa hiyo so, hili ndio tukio kubwa ambalo linatukusanya leo katika kijiji hichi cha Makungu. Nam, kama ambavyo nimekujuza awali, sasa ni wanakijiji tupo eneo la tukio baada ya safari ya kitambo kifupi tu kutoka hapo tulipokuwa kwa maana ya kanisani. Sasa tumekuja eneo la tukio na tutaona mambo mengi ambayo yataelezwa hapa. Msaidizi wa askofu yuko hapa, nimekujuza mwanzoni, na yeye ndiye ambaye atashughulika na ibada hii, kwa maana ya uzinduzi wa kisima cha maji sasa ya mengi kuhusiana na, uh, kisima hiki, lakini, tafadhali karibu sana, tuweze kuungana pamoja katika tukio hili kubwa kabisa la uzinduzi wa kisima cha maji hapa Makungu. Ni mchungaji kiongozi wa ushirika wa Abiding Savior kanisa la Kiluteri. And we are here with our friends from the Makungu parish. Tuko hapa pamoja na marafiki zetu wa ushirika wa Makungu to be in relationship kuendeleza mahusiano. It is our great pleasure. na hii ni baraka ni furaha kwetu kubwa. To be a part of this water project. Ili kuwa sehemu ya huu mradi wa maji. Water is a gift from God. Maji ni zawadi kutoka kwa Mungu. Water gives life. Kwa sababu maji yanatoa uhai. And, uh, in baptism, water gives a new life. Na kwenye ubatizo maji yanatupa maisha mapya.

Naam, sasa tumsikilize Mchungaji Askali Mgeyekwa ambaye ndiye msaidizi wa Askofu, lakini hapa anazungumza kwa niaba ya Askofu Dr. Gavile. Hayo basi analeta neno la shukurani kwa wageni wetu wote. So for that he is giving, uh, you the appreciation, all guests who came today. Kipekee kwa mchungaji Uh, aliyekuja kwa wakati huu kwa ajili ya kutunza mahusiano. To pastor from Abiding Savior who came here for that. Na tunaomba pia tuwashukuru wale wote walioamua kuambatana na kuja kushirikiana pamoja nasi. And we thank you for all who accompanied those pastors to come and be with us. Katika jambo la maji, naomba niseme kuwa wengine walisema mahitaji matatu ya msingi ya binadamu ni ni haya when we talk about water i would like to quote to some people who said we have like three important thing the first one is food cha pili mavazi cha tatu ni malazi and they mention about where to stay like houses katika hayo tunapokuwa na kusoma tunaona kumbe kuna mambo mengine mengi

Kwa hiyo chakula ni pamoja na maji, so when you mention food, water is included. Tena hitaji la maji ni kubwa zaidi kuliko chakula chenyewe, and sometimes you find water is more need, you can need more water than food. Kwa sababu kwa wakristo unaweza ukafunga siku mbili siku tatu, because as Christians sometimes we can fast for two or three days. Lakini huwezi kufunga juu ya matumizi ya maji

Kuleta maji ni kutunza uhai wetu. Baada ya kuwa nimesema hiyo, naomba niwashukuru sana kwa ajili ya kazi yote ya kuchanga fedha na kutuma watu kuja kufanya mradi huu na kisha kuhakikisha kwamba unazinduliwa and for coming yourselves today to see what happened. Naomba niseme juu ya wajibu wetu sisi kama wana Makungu na Watanzania. I would like now to talk to Makungu community and Tanzanians in general. Kwa kuwa tumepata maji haya kwa gharama kubwa. We have got this uh, project, water project it spent, we have spent a lot of money. Basi tuna mambo machache ya kufanya. So we have some activities to accomplish. Moja ni kushukuru ndugu zetu wa Abiding Savior, lakini pia kumshukuru Mungu ambaye amewawezesha wao wakawa tayari kuleta mradi huu. Jambo uh, la pili ni kutunza miundombinu ambayo tayari tumepata.

Msikilizaji, nakukumbusha tu kwamba huduma za jamii ni miongoni mwa vipaumbele sita vya KKKT ya Iringa. Sasa tukio hili limehudhuriwa na mwenyekiti huyu hapa, lakini kwa undani zaidi, tumsikie mwalimu katika shule ya msingi akieleza hali ilivyokuwa na shukrani zake kwa wale ambao wamehusika na ufanikishwaji wa mradi huu. Ilikuwa anaweza kaleta hata changamoto ya ugomvi kati ya wanajamii pamoja na shule, kwa sababu maji yalikuwa yanakosekana. Lakini kwa sasa baada ya kupata haya maji, tuna furaha na tuna amani, na tunaendelea kupata maji kwa, kwa wingi muda wote tunayapata, hatukosi kama kipindi cha nyuma. <coughs> na pia amesaidia kuokoa muda wa wanafunzi kutumia muda mwingi kuchota maji. Kwa sasa watatumia muda mwingi kwa ajili ya kujisomea. Hatuna kitu cha kuwashukuru zaidi ya kuwaombea kwa Mungu azidi kuwabariki, kuwabariki zaidi. Mimi nimesha Kilongo.